Tembo zimetuua sana, watoto wetu wanakufa, ndugu zetu tumepoteza wengi sana sana sana. Tuna majonzi makubwa, mtoto wetu hajazikwa. Ana siku ya ngapi leo? Ana siku ya ngapi, wananchi? Ana siku ya ngapi? Ana siku ya pili. Ni mwanadamu anayetumia chumvi. Je, hali hiyo ikoje? Mpaka leo hajazikwa, hali hiyo ikoje?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 umeomba Serikali kuchukua hatua za haraka kukabili ongezeko la uvamizi wa tembo wanaoingia kutoka Hifadhi ya Muhezi Kizigo na kusababisha vifo, uharibifu wa mazao na ongezeko la hofu ya njaa. Wito huo umetolewa wakati wa mazishi ya mtoto aliyefariki dunia baada ya kushambuliwa na tembo kijijini hapo, tukio lililoacha wanakijiji katika majonzi na taharuki kubwa. Kila mwaka mpaka nipokee nipoke taarifa kwamba kwamba tembo imeua binadamu na kikubwa sana hawa tembo wamezidi. Askari askari wachache, wanyama ni wengi. ukipiga ndani kilomita kilomita saba mpaka huku tembo anavunja kwa dakika hizi tano, hayupo ameenda sehemu nyingine. tuna kero kero ya hapa ni wanyama pori. Leo ni takribani ya miaka nane tunahangaika na tembo wanazuru maisha yetu wanakula chakula chetu. Kwa hiyo ndugu mwandishi, hili swala kwa kweli linatusumbua sana, lakini tunaomba sasa msaada kwa serikali kuu. Tunatambua jitihada za rais wetu Samia Suluhu Hassan, ni msikivu na kupitia hii nadhani atatusikiliza mama yetu tunaomba atusaidie, ulinzi uongezeke. Tunaomba sasa msaada kwa serikali kuu. Tunatambua jitihada za rais wetu Samia Suluhu Hassan ni msikivu na kupitia hii nadhani atatusikiliza mama yetu. Tunaomba atusaidie, ulinzi uongezeke. Kwa roho moja, mtuhurumie kwa maumivu yetu. Tunahangaika yaani hapa tuna mateso, mkitaka utembee tembee tembe tu, we unakurubuka na nani na tembo, usiku sio usiku, hata mchana tembo unakurubuka, una nayo nguvu, nguvu, nguvu gani za kumuweza tembo na wewe uliko hivyo tu, tunaomba wasi, wasikari watusogelee kila kijiji kiwe na wasikari, alafu wawe na silaha nzuri, au wata, wada, wada zidi kuogopa kuogopaogopa wale wanyama. Mimi kilio zangu Mama Samia, tunamchagua atuzingatie, atu sio tunamchagua sisi wa wa wananchi ache kutujua, atujue kama tunamjua sisi. Tunaomba hivyo, baba neno wangu, mi nalia, nalia kwa damu ya watu, nalia kwa chakula. Chakula tumepata lakini zimeisha na tembo. Chakula ndo zinaleta mgogoro wa kuumia watu. Sisi wakazi wa Ilangali ndo tumezidi sana kwa ajili ya maafa ya nani, ya tembo Yaani, tembo wametumaliza, wametumaliza na hapa ninavyosema, nataka na machozi yatoke. Tembo zimetuua sana, na tembo hizi zinaanza yani, tukianza msimu ule wa kulima tunalima, tunakabiliana na hali na kilimo chetu cha huku ni kigumu. Jua la Dodoma ni kali sana, kila mmoja anatambua hilo. Kwa hiyo tunakabiliana, kwa sababu ndo maisha yetu, tunajipambania ili tupate chakula, lakini tembo wanazisakanya zile yani, yanaisha kabisa mahindi, akipata mbele wale tu, mnapambana na tembo yaani, kinaeleweka yaani, tembo zinamaliza chakula, zikishamaliza chakula zinaanza kutafuna sasa chakula kile kiweka cha akiba ya baadaye ya watoto wetu sisi, zinakula zinamaliza. Pia watoto wakiingia ndani, tembo zinakuja zinabomoa nyumba, watoto wetu wanakufa. Ndugu zetu tumepoteza wengi sana sana sana. Serikali naiomba chonde, chonde, nakuomba wee Mama Samia hebu tuangalie, ututetee Maafa haya ya tembo yamezidi kupita hata vijiji vya wenzetu. Hata tukiingia hapa kijiji cha jirani hapa Isimbanguru, si sawa na huku Ilangali. Ilangali ndo tumezidi sana, ndugu zetu wamepotea sana wengi kwa ajili ya ya ajali ya tembo. Lakini mama kama upo ndo wewe mama wa nchi yetu hii ya Dodoma au ya Tanzania yote, tunaomba mama usimame kidede atutetee basi na sisi. Tunaomba sana mama, angalia sana kwa makini na sisi tuna umuhimu wa kuishi mama yetu tuna uhimu wa kuishi kama wenzetu wanavyoishi kwa raha, na sisi tunataka tuishi kama wenzetu. Na pia njaa, sasa hivi hatuna chakula, tembo zimemaliza. Tunajua kabisa huku ni makazi yetu sisi, lakini kule magharibi, ukivuka mto ni makazi ya wanyama. Tunaomba basi, wewe unajua ni namna gani nitafukuza hawa wanyama wasikabiliane na wananchi wangu. Tunaomba mama Samia, wewe ni mama mlezi wa wote, tutetee, tuonee huluma tufukuzie hawa wanyama wakali, wasiingie huku kwetu, wabaki kule kule. Kingine tuongezee hawa maskari, tunapokuwa tumepata ajali wafike basi kwa wakati waweze kutusaidia. Mama yetu mzazi, tunakuomba sana, tuna majonzi makubwa, mtoto wetu hajazikwa. Ana siku ya ngapi leo? Ana siku ya ngapi, wananchi? Ana siku ya ngapi? Ana siku ya pili. Ni mwanadamu anayetumia chumvi. Je, hali hiyo ikoje? Paka leo hajazikwa, hali hiyo ikoje? mtoto wetu kaozea ndani kwa ajili ya kufuatilia ili na sisi tuangalie haki yetu ni nini. Mama, tunakuomba tafuta mbinu mbadala wa aina yoyote, kwa sababu wewe ni tosha kwa yote. Tafuta mbinu mbadala ili sisi tuweze kunusuru maisha yetu pamoja na chakula chetu. Sasa hivi tuna majonzi, tena tuna njaa, hatuna chakula. Watu wamekusanyika toka jana, hawajala chochote, tunakunywa maji tu. Na tunajua kabisa makazi yetu ni huku. Sasa vinginevyo tutaenda wapi au kuna kijiji kingine utakachotuhamishia tuende tukaishi kwa raha kama wenzetu. Kama hakuna, mama, tunakuomba fanya mbinu mwabara wowote ule, ili na sisi tukaonekana tukaishi starehe na watoto wetu tukaendelea kuwalea jinsi tulivyo, maana tunakubali ya kwamba sisi ni watanzania halisi. Wananchi wamesema kuwa bila hatua za haraka, maisha, uchumi na usalama wao utaendelea kuwa mashakani, hasa katika kipindi hiki wanapokabiliwa na tishio la njaa kutokana na uharibifu wa mashamba. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, bila kusahau, bonyeza kitufe cha subscribe, comment, like na share ili tuendelee kukupa taarifa zetu.